Mama yake Margaret Nduta amtumia ujumbe wa uchungu, hukumu yake ya kunyongwa ikinusia. Wa Wangari, mama yake Margaret Nduta amehuzunika moyo na anahisi kukosa matumaini, kwani hawezi kumwokoa bintiye ambaye anadhamiliwa kunyongwa nje ya nchi. Wangari aliwagusawai hakinye... Wangari aliwagusa Wakenya na kuwatoa machozi kwa ujumbe wake wa dhati kwa binti yake kabla ya kunyongwa nchini Vietnam. Akitiririka na machozi, alionyesha upendo wake kwa bintiye, akisema anaamini katika kuwa na hatia kwake, licha mahakama ya Vietnam kumuhukumu kifo. Ujumbe wa mama Margaret Nduta kwa binti yake kabla ya kunyongwa: Mwanangu, nakupenda, nilikuleta duniani pamoja na dada yako pacha. Mungu akulinde, najua ukufanya kile unachoshtumiwa nacho, alisema kama ilivyoripotiwa na castro media. Mama huyo alikumbwa na huzuni, alionyesha matumaini ya kumuona na kumkumbatia binti yake, akiomba miujiza ambayo ungepelekea kuachiliwa na kurejeshwa Kenya. Mungu atakukupigania, yeye ni mwenye haki. Mungu akulinde, siwezi kukusubiri kukukumbatia unaporudi nyumbani ukiwa salama. Tunaomba miujiza, alisema Wangari. Ni uhalifu gani ambao Margaret Nduta alitenda? Nduta alikamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tonson Hati mjini Ho Chi Minh mnamo Julai elfu mbili na ishirini na tatu, na baadaye akapatikana na hatia ya kusafirisha zaidi ya kilo mbili za madawa kulevya nchini humo. Dawa hizo zilipatikana kwenye mzigo wa mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 37 alipowasili katika nchi hiyo ya kusini mashariki mwa Asia. Kwa mujibu wa ripoti, Nduta alinaswa na mwanaume mmoja nchini Kenya aliyempa kusafirisha mzigo hadi Laos alipowasilishwa mahakamani Mkenya huyo alisisitiza kwamba hakujua kuwepo kwa madawa hizo haramu kwenye mzigo huo hata hivyo upande wa mashtaka ulitupilia mbali madai yake ukisema alikuwa akijaribu tu kukwepa uwajibikaji kwa matendo yake walisisitiza kuwa mtu yeyote anayekamatwa na kiasi hicho cha madawa ya kulevya lazima awajibike kwa mujibu wa sheria ya Vietnam Wakenya wanamfariji mama yake Margaret Nduta. Benadi Bagwasi: nda unaweza kufikiri hata hizo dawa hazikuwa zake. Lawrence Onairi: ninahisi uchungu kwa mama yake, upendo wa mama husimama dhidi ya kila hali. Maombi yangu yako pamoja naye, Mungu amfariji katika kipindi hiki kigumu. Pia tuwachunguze wapendwa wetu na kuwaonya sijihusishe na uhalifu hatari. Kareni mbone ni huzuni sana. Mungu, mapenzi yako yatimizwe. Gari prasanti, kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Mungu wa Israeli, Danieli, Paul na Sila amokowe Jack maki Diamond. Hakuna tena kunyongwa kwa Nduta. Mungu wa saa ya mwisho ameshuka sasa. Kesi iko katika mataifa mawili, Kenya na Vietnam. Kujadili suala hili imeahirishwa kwa miezi sita. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu baba wetu. Margaret Nduta, video inaonyesha wakati mwanamke mkenya alinaswa Vietnam akisafirisha dawa za kulevya. Video imebuka ikinasa wakati raia wa Kenya Margaret Nduta Macharia alipokamatwa na mamlaka ya Vietnam kwa ulanguzi wa dawa za kulevya. Video ambayo sasa imeenea mitandaoni inaonyesha Nduta akionekana mtulivu lakini mwenye wasiwasi, huku maafisa wakikagua unga mweupe uliokuwa kwenye mfuko wa plastiki mbele yake. Alionekana akijaribu kufunika uso wake wakati mamlaka zilikuwa zikipitia vitu vilivyokuwa kwenye mizigo yake. Katika sehemu nyingine ya video hiyo, alionekana akishikilia kile kinachoonekana kuwa pasipoti yake, huku vifurushi vilivyo na dawa hizo vikiwa vimepangwa mbele yake Aki Itazama moja kwa moja kwenye kamera. Alikuwa akizuiliwa kwenye chumba kilichokuwa na bango lililoandikwa Vietnam Customs Inspection kwa lugha ya Kivietnamu. Kwa nini Margaret Nduta alikamatwa? Nduta ambaye anatokea akaunti ya Muranga alikamatwa mwezi Julai elfu mbili na ishirini na tatu alipokuwa akipitia Vietnam akielekea Laos, nchi iliyoko kusini mashariki mwa Asia, akiwa na zaidi ya kilo mbili za kokaini. Kulingana na ripoti za Voice of Vietnam. Ripoti za vyombo vya habari zinaonyesha kuwa alihusishwa na biashara hiyo na mwanaume mmoja nchini Kenya ambaye alimtumia kabidhi kibegi kwa mwanamke nchini Laos kwa malipo ya dola elfu moja mia tatu takriban Kenya shiringi laki moja na elfu sabini. Baada ya kukamatwa, Nduta alidai kuwa hakuwa na ufahamu kwamba alikuwa amebeba dawa za kulevya. Alisema alikubali kusafirisha kibegi hicho kwa kuamini kilikuwa na bidhaa halali. Hata hivyo, waendesha mashtaka wa Vietnam walitupilia mbali utetezi wake, wakisema kuwa kuto kujua si kisingizio, hasa kwa kuwa kiasi cha dawa ilichokibeba kilikuwa kikubwa sana. Je, Margaret Nduta alinyongwa? Baada ya kushtakiwa, Nduta alipatikana na hatia ya usafirishaji wa dawa za kulevya, kosa ambalo linahusiana na adhabu ya kifo chini ya sheria za Vietnam. Nchi hiyo ina sera kali dhidi ya dawa za kulevya na yeyote anayepatikana na hatia ya kusafirisha kiasi kikubwa cha mihadarati hupewa adhabu kali zaidi, kifo. Mamlaka zilipanga kumhukumu kifo Machi kumi na sita, saa mbili na nusu usiku, saa moja tu baada ya mlo wake wa mwisho, lakini hadi sasa haijabainika ikiwa adhabu hiyo imetekelezwa au la. Pia hakuna ripoti zinazoonyesha kuwa Nduta aliwasilisha rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Ni nani mwanaume aliyempatia Margaret Nduta dawa za kusafirisha? Purity Wangari, mama yake Nduta, alikumbuka kwa uchungu mazungumzo yao ya mwisho akisema kuwa binti yake alikuwa na furaha alipokuwa akiondoka nchini. Hata hivyo, kabla ya kupanda ndege kuelekea Loasi, alimuita na kumfahamisha kuwa alikuwa amekamatwa. Mama yake Margaret Nduta alimwambia nini binti yake kabla ya kunyongwa? Mama yake Nduta alimtumia ujumbe wa kusikitisha binti yake kabla ya adhabu yake ya kifo. Wangari alimwambia binti yake kwamba bado namuona kama mtoto wake mpendwa na alikuwa akimwombea Mungu amtangulie na kumtetea kwani kwa kuwa anaamini hana hatia. Aliongeza kuwa alikuwa akiomba miujiza utokee ili binti yake asinyongwe ya na arudi nyumbani akiwa salama. Pia alisema anasubiri kwa hamu siku ambayo anatamkumbatia tena binti yake atakaporudi nyumbani salama. Serikali ya Kenya itafanya nini kuhusu kesi ya Margaret Nduta? Apiri Machi kumi na Katibu wa wizara ya mambo ya nje Korin Singoe alitoa taarifa kuhusu kesi ya Nduta. Alisema kuwa alizungumza na naibu waziri wa mambo ya nje wa Vietnam, Nguyen Minh Hang, akiomba kusimamishwa kwa adhabu hiyo, huku akiendelea kutafuta njia mbadala za kuitatua. Katibu huyo pia alieleza kuwa ubarozi wa Kenya nchini Thailand ulikuwa unafuatilia kwa karibu hali hiyo. Hata hivyo, Nduta alituma barua kwa mama yake. Barua ya Nduta kwa mama yake ndiyo angalau najua siku na wakati ninapokutana na muumba. Ndio najua leo ni siku. Wakenya wamekuwa na kweli kiasi kwamba wamejaribu njia zote, lakini zote zimegonga mwamba. Wengi wananiita mharifu, lakini nadhani mimi ni miongoni mwa waathirika. Kulikuwa na ndoto vile, ningefanikisha nikaweza kurudi nyumbani nikuwekea maisha bora mama, lakini wameharibu ndoto hizo. Najua hili ni jambo la mwisho na kuandikia, lakini najua nitapata majibu nikiwa pamoja na mababu zangu. Wacha niende, labda nitapata haki nitakapokutana na muumba wangu. Najua itakuwa ngumu kupoteza, lakini wewe ni mwanamke mwenye nguvu zaidi niliyemjua. Najua ingawa si rahisi, utaweza kuhimili. Wazazi wangu wataona nilienda kutafuta, lakini itachukua muda wa kuwaona. Niache niende kukutana na kisu, lakini kuna swali moja nitakachoacha kwa dunia: je, mimi ni mhalifu au miongoni mwa waathirika? Hiyo ndiyo barua ya Nduta kwa mama yake.